Viongozi wetu ambao wamepatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu kupitia watu wa kaunti hizi mbili, wameendelea kusozana kwa maneno, wameendelea kuitania majina, wameendelea na lawama na hayo mambo yanatu, yanatuguza sana, yanatupatia huzuni. Mahafa imepatikana kwa wingi sana kwa kaunti zote mbili, lakini serikali sijeona wakikashifu sijeona wakiingilia sijeona wakisema jambo lolote. So tunashangaa sisi kama kina mama, serikali ina plani gani? Usicheze na maneno ya, ya, ya, ya fifa ya watoto. Mambo ya amani sio ya kuenda kuongea ndio ufurahishe kiongozi fulani, ndio aseme ati mimi nimeongea, ulienda kuntetea. Hapa hatuja kuja kutetea kiongozi yeyote, hao viongozi wanaochochea watu. Mambo ya baundari inaeleweka, wacha iwekwe wazi. Mkenya yeyote anaweza ishi Pokot, Mkenya yeyote anawezaishi Turkana, Pokot anaweza ishi hata hapa. Tuko na Wapokot huko pia, Pokot tuko na Waturkana.